Pendwa msikilizaji wangu, kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako ni kuanza kumkumbusha Mungu kwenye agano lako na kurudi. Si kumkumbusha tu, lakini na kurudi. Yeremia 43 mstari wa 26. Lakini kabla hatujaingia kwenye mstari ule wa ishirini na sita acha tuanzie mstari ule wa ishirini na tano kitabu kile cha Isaya, Isaya arobaini na tatu mstari ule wa ishirini na tano tuanzie hapo. Maandiko matakatifu yananiambia hivi mimi nam mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe wala sitazikumbuka dhambi zako. Pointi ya msingi, unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi, anza na toba kwanza, anza kutubu kwanza, mwambie Mungu, nisamehe nimekosea, njia niliyoiendea sio sawa, mambo ninayoyafanya siyo patano letu patano letu na mimi na wewe, ilikuwa niwe nafanya hivi na vile na vile, lakini sasa nimeacha patano letu, nimeziacha njia zako, nimeacha kusudi lako, nimeacha agano lako, nimeacha mapenzi yako. Leo hii mchana wa leo ninarudi tena, ninarudi Ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, ninaomba utakase, takasa mawazo yangu, takasa moyo wangu, takasa moyo wangu takasa moyo wangu, takasa maneno yangu ya, takasa kinywa changu. Mtumishi mmoja ananifurahisha jina lake anaitwa Daudi, anasema e Bwana, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele za uso wako, e Bwana na Mwokozi wangu. Kwa hiyo mpendwa, Rudi ukatakasike, rudi kaombe toba. Ukiomba toba, yatatokea mabadiliko. Utaanza kuona wepo wa Mungu ukishuka hapo mahali ulipo, wepo wa Mungu utaanza kukushukia. Utaanza kuona moyo wa kuomba unakuja baada ya ile toba. Rudi sasa, kama ulikuwa umeandika habari ya ndoto zako, hapali za mawazo, yale ambayo yalikuwaga yana kujilia wakati ambapo umeokoka wakati ambapo uko vizuri na Mungu kama ulikuwa umeandika unaanza kuyaombea yale mambo, unaanza kuziombea zile ndoto, unamwambia Mungu, tazama wewe uliwahi kunionyesha kile na kile, nataka nirudi kupokea kila ambacho nilikiona, yale mawazo niliyokuwa nawaza, nataka sasa yarudi, ili nianze kuyatendea kazi, ili nianze kufanya sawa sawa na kila ambacho nilikuwaga ninatamani kukifanya. Nataka nirudi tena, nataka nianze kufanya tena, nataka nirudi tena pale ambapo Mungu tulipatana moyo wangu ulikuwaga unapenda kufanya jambo fulani. Sasa e Mungu wangu, nataka nianze kulifanya, naomba nianze kuona nguvu zina nijiria, baraka zina nijiria, amani ina nijiria ina nijiria sema, sema amina, kwa jina la Yesu sema amina. Injili ni uweza wa Bwana uletao wokovu kwa waaminio. Kama unaamini hiki ninachosema nataka nikwambie, neema inakwenda kurudi tena juu yako, amani inakwenda kurudi juu yako tena, baraka zinakwenda kuja juu ya maisha yako tena. Kamoni, kamoni, kamoni Nasema nimeomba sana, umeomba sana sikiliza, ukianza kuomba sawasawa sawa na neno la Mungu, haijalishi umefunga, haijalishi hujafunga, utajibiwa tu. Kuna jambo fulani ambalo wewe na Mungu mlipatana, lakini hilo jambo umeliacha, na ndiyo maana haujibiwi na maombi yako unayoomba. Unaomba kwenye kile ambacho Mungu hakupatana na wewe, na ndiyo maana ya Yakobo kusema mnaomba vibaya, ndiyo maana ya Yakobo kusema unaomba vibaya. Maana yake unaomba nje na kila ambacho Mungu alikuagiza kufanya. Kama katika siku ile uliokoka Mungu alikupa kazi ya kuliombea taifa, liombee taifa kama Mungu alikupa kazi ya kutoa na kuwatia nguvu wahitaji wajane, fanya kazi hiyo. Lazima urudi kwenye pozisheni ya kuwatia nguvu wajane, kutoa. Kama kazi yako ni kuwaombea watumishi wa Mungu, rudi tena kwenye hiyo kazi, nenda Mtumishi wa Mungu. Kama ulipewa kazi ya ushuhudiaji, unashuhudia nyumba hadi nyumba, rudi kwenye position ya kuanza kushuhudia. Utaziona baraka zinakuja juu yako, utaiona neema inakuja juu yako muona mungu anarudi kusema na wewe anarudi kukusemesha anakupa konekshni anaachilia rokesheni sikiliza nikwambie kama kazi ile ambayo mungu alikupa uifanye kufanya, mungu alikupa uifanye rudi kufanya mpaka mungu mwenyewe aseme sasa basi umepewa kazi ya utoaji usiache kutoa na hata kama yawezekana vile unavyotoaga vimepungua au vimeisha sasa, lipo neno mchana wa leo. Nakwambia nenda kahojiane na mungu aliyekupa hiyo karama. Nenda kamwambia Mungu, menipa karama hii lakini vitendea kazi nimeishiwa, nimeishiwa cha kutoa. Sikiliza nikwambie, matendo Matendo ya Mitume sura ya kumi mstari wa kwanza, alikuwa mtu mmoja jina lake korinerio alikuwa na kazi ya utoaji, na biblia inasema alikuwa akimwomba mungu daima. Mwisho wa siku, akamwona malaika wa bwana amekuja juu yake, akamwambia, sadaka zako na sara zako zimefika juu na zimekuwa ukumbusho. Sasa tuma watu wamwite Petro, yeye atakuja atakwambia ya pasayo kutenda. Maana yake kama kazi yake ya utoaji imeisha imefikia mwisho, mungu anambadilishia mtu kazi ya kufanya na ile kazi, hautawahi kupungua, hautawahi kupungua, mtumishi wa Mungu, hautawahi kupungua, hamtawahi kupungua hautawahi kupungua, mwanangu kule Dar es Salaam, hau hautawahi kupungua. Sikiliza, nakwambia, endelea endelea, jitie moyo, jitie moyo. Mungu yuko pamoja na wewe mwanangu, Mungu yuko pamoja na wewe, hajakuacha, hajakutupa. Usiache kazi yako ya utoaji, hiyo ni kazi njema, hiyo kazi Mungu anakwenda kukuinua zaidi na zaidi na zaidi ya ulivyoinuliwa. Natamka kama baba yako, natamka kama mtumishi wako, natamka kama nabii kwako, mchana wa leo, maisha yako yakainuliwe zaidi. Usiache hiyo kazi, usiache hiyo karama, usiache hiyo karama, endelea na hiyo karama yako, unakwenda kumwona Mungu kwa viwango vingine. Kamoni, kamoni, kamoni, kamoni, my nest, unakwenda kumwona Mungu kwa viwango visivyo vya kawaida, kwa viwango ambavyo sio vya nchi hii. Nataka nikuambie unaweza ukawa unakutana na vikwazo, lakini vikwazo visikuhamishe kwenye pointi yako, visikuhamishe kwenye eneo lako, visikuhamishe kwenye mwito wako visikwamishe kwenye pozisheni yako. Simama na Mungu aliye hai, simama na yeye aliyekuahidi, aliyekupa karama hiyo. Wewe ni mwaminifu, lazima takuinua. Biblia inasema karama ya Mungu haina majuto. Mainesi songa mbele, mainesi songa mbele, mainesi songa mbele, mainesi songa mbele zaidi kono wa Mungu uko juu yako. Kono wa Mungu utakuinua. Mungu wa mbinguni awabariki, akubariki mwanangu, abariki uzao wako, abariki mji wako, abariki biashara yako, abariki chochote unachokifanya katika jina la Yesu, inuka na simama wima, wima, endelea na kazi yako, kwa maana kazi yako ni kazi njema. Amen.